Kama mtu ni mchungaji wako, narudia tena, kama mtu ni mchungaji wako kiroho, anaitwa baba wow, yako hawezi kumfokea kum, hawezi kumkosoa hawezi kusema kumwambia maneno mabaya, hekima ya kiroho. Kama umeona kanisa fulani mchungaji fulani ni mchafu na ni baba yako, ni mchungaji wako, cha muhimu wewe hama kimi, kimya kimya hapo toka unamzungumzia mchungaji ambaye sio mchungaji wako, okay. Tuko sawa hapo. Yaani sio mchungaji wako ndio unaweza kumkabili na kumwambia jambo hili sio sawa sawa. Kwa kama ni baba yako anakosea, wewe utaendelea kujifanya uone. Ah ah, unashivaswa ni, ku, u... ni kutumia lugha ya upole na sio kwa maana ya kumkosoa ni kwa namna ya kumshauri. Nimesema msingi wetu sisi ni watu wenye adabu, sisi sio mbuzi, sisi ni kondoo. Sasa wewe ni mtu ambaye unafahamika kutumia andiko kwenye kila eneo. Ndio. Ndio. Tupia andiko kwenye eneo hilo. Petro alipomkemea Yesu. Je, Yesu akosei? Alipomkemea Yesu, Yesu, alipomkemea Yesu. Yesu alimwambia nini? Rudi nyuma yangu, Shetani. Kumbe unapotaka kumkabili baba yako wa kiroho, wewe unaingia sifa ya kubeba Shetani. Wewe unaingia kwenye sura nyingine au uonekane sasa ni mtumishi. Lakini Paulo alipomkemea Petro, hakuonekana ni Shetani. Kwa nini? Paulo na ni Petro alikuwa mchungaji wake. Paulo alikuwa ni mtumishi na Petro alikuwa ni mtumishi. Hicho ndio kigezo pekee cha cha cha cha Petro kukanywa na Yesu. Ya wa mujibu wa andiko kwamba katika agano jipya biblia inasema kwa Waebrania sura ya kumi na tatu mstari wa kumi na saba pia inasema wanyenyekeeni wanaowaongoza. Neno kunyenyekea maana yake hata namna ya kumwa, hata kama amekosea Namna ya kuzungumza naye haiwezi ikawa namna kama ya Paulo alivyomwambia Petro. Si umeelewa? Okay. Namna ya Petro alivyomwambia Yesu. Uta, utapata matatizo. Utakemewa, utapata shida. Tuko sawa hapo? Nakuelewa. Kwa hiyo maana yake inazungumzia kunyenyekea. Kama kama ni kunyenyekea, yule unayemnyenyekea huwezi kumconfront hivyo. Haiwezekani. Kwa hekima hapo ili kuto kugombana na huyo mtumishi, hekima ni kuondoka kimya kimya. Kama unalazimika una ratibu wa kuaga, andika barua, aga, timka zako, basi msiingie kwenye ugomvi. Kaa pembeni huko sasa. Ukiulizwa kwa nini ulitoka? Aa, huko sema tu, kwa sababu anakuwa sio nani, sio mchungaji wako kwa wakati huo, si umenielewa? Aa, huko wewe ongea tu kwamba mimi eh, niliondoka pale kwa sababu nilimfumania mchungaji anavuta embasi. Unaona? <laughs> Nilimfumania mchungaji anakunywa kangara. Anakunywa wa kuka. Ehe. Au vile vinini vile vidogodogo dogo vya sungura. Mm, mm, mm, mm. Anakunywa, ah, sungura katika mazingira hayo. Basi mimi nikaona basi katika mazingira, sitaki sitaki ugomvi. Ngoja nionoke. Kwa kusema hivyo, hauhesabiki kukosea popote na haulaaniwi na motoni uendi. Na hata akikulani wako wako watu wengine na mlani, haulaniki. Haulani kudanganya mtu yoyote kwamba unapolaana, haiwezi kumpiga mtu bila sababu. Umekosea nini? Mithali sura ishirini na saba. Yani ili we ulaaniwe, ni lazima huwe umekosea, na laana ndo ikupige. Ujakosea, laana inakupiga vipi? A, niangalie vizuri. Uh, k, okay. Mithali ishirini na sita mstari wa pili kama mashomoro katika kutangatanga kwake, na kama mbayuwayo katika kuruka kwake, kadhalika laana isiyo na sababu haimpigi mtu. Hapo mimi sina sababu ya kupigwa na laana, kwani nimesema uongo? Si nimesema kweli kwamba umekunywa sungura, kwamba uliangusha embasi. Hawa ambao unawasema, viongozi wote wa kiroho, maana ni kama wakubwa wetu. Sawa. Na wakubwa sio wote wao wapende kusema. Ah, wapende Wanangania, wanakimbilia kwenye laana. Wapende wasipende, Nathan alimkemea Daudi akiwa mfalme. Nathan, kumbuka, alikuwa masihi, akamkemea Daudi masihi, na akamwambia wewe, maanake alimwambia, of course, alitumia hekima, lakini akamkabili kumwambia dhambi yake. Iwe wanapenda iwe hawapendi, wanatakiwa waonywe. Nani, nani